Zoezi la usajili wa wapiga kura limeanza rasmi pia katika kaunti ya Mombasa huku baadhi ya wakazi wakitaka tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kupeleka shughuli hiyo katika maeneo yaliyo karibu na makazi yao. Kulingana na baadhi ya wale waliojitokeza katika siku ya kwanza ya zoezi hilo, wamelazimika kutembea mwendo mrefu kutafuta vituo vya kujisajili. Vile vile wametaka tume ya IEBC kufanya hamasisho zaidi ili kuwavutia wapiga kura wapya kwa wingi. Vijana waliojitokeza wanasema wanalenga kuleta mabadiliko ya kiuchumi, kisiasa na ajira kwa vijana kwa kushiriki katika uchaguzi wa mwaka 2027. Hmm, nga Ukiangalia... news nini uchumi bana ya kuna kazi pia Youth protesting in the streets vitu kama hizo ya nikiashiria kwamba bana tunataka change

So vijana wamekuja all the way from uh, uko down Chuda Shimanzi, eh, pale Bondeni Tononoka walikuja mpaka hapo. So ofisi iko mbali sana. Ya pili eh, system ya IBC ya ku transfer iko kidogo chini. Vile wanasema they, they are not doing for the transfer. They are only doing for the new ones. So system iko down so naomba at least IBC wafanye hii system iende mzuri na uh, exercise imalizike uh, mapema.